Eh, habari. Hapa nyuma yangu kuna vifaa vingi sana unaweza ukaviona, yaani kuna kolokolo nyingi sana, na kwa kuzitizama tu unaweza usielewe ni nini, ama pengine huenda ukazani niko gereji ama katika shughuli zingine. Hapana, hizi ni shughuli zetu za kila siku, shughuli za ufugaji, na unachokiona pale ni vifaa ambavyo vinatumika katika matengenezo ya keji za kufugia kuku kwa hiyo unaweza ukaona zinakuja katika mfumo ule pale, na zinatakiwa zifungwe katika structure nzuri, ili ziweze kuleta lile umbo. Na sisi hizo ndo kazi zetu tumekuwa tukifanya sana, tunafanya sehemu nyingi, iwe mikoani, iwe nchi za jirani hapa, tunafanya si Kenya, si Uganda, tumefanya sana, na leo hii tuko maeneo ya Kimbiji, ambapo tunakuja kufanya installation pia ya hii keji, hapa imeshawasili na tunafanya installation yake. Tutakuonyesha baada ya kufanya installation. Keji yenyewe ina uwezo wa kuchukua kuku elfu kumi. Kwa hiyo tutakuonyesha baada ya kumaliza installation nzima, mpangilio mzima, jinsi ambavyo itakuwa. Kwa hiyo tunapenda kukaribisha sana, karibu kwetu sisi kwa mambo mazuri, karibu kwetu sisi kwamba tunafanya katika miradi midogo na miradi mikubwa. Kwa mfano kama huu tulioko hapa ni mradi mkubwa sana target ni kuku elfu ishirini lakini kwa sasa tunaanza na keji hii ambayo inakuwa inaingiza kuku elfu kumi kwa hiyo, kwa baadaye tena tutaongezea banda jingine ambalo jumla zitakuwa ni keji ya kuku elfu ishirini. Na kazi zetu sisi ni bora sana, tunafanya kazi katika ubora wa hali ya juu na zinakuwa ni imara zaidi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana na sisi tukakuhudumia popote ambapo upo mawasiliano. Yako hapo unaweza ukayaona, unaweza ukatupigia ama ukafika ofisini. Tunapatikana Dar es Salaam Ilala Machinga Complex, lakini mbali na hapo pia na mikoani tupo. Wewe unatokea mkoa gani? Hapana, siwezi jua mkoa wako, lakini tupigie, tutakwambia tunafikaje mahala ulipo. Napenda kukaribisha sana karibu. Lakini je, wezi wamekuwa wakiharibu malengo yako shambani? Umepambana kwa njia zote lakini hujafanikiwa, hilo nalo tuachie sisi. Tunafanya farm security, yani ulinzi wa shamba kwa njia ya kisasa kabisa. Pia huenda uko mbali na huelewi maendeleo ya shamba lako, usijali. Tunafunga kamera za sora ambazo zinakuwezesha kufuatilia mienendo ya shamba lako popote ulipo kupitia simu yako ya mkononi. Pia tunafunga vifaa vya sensa ambavyo vinazidi kuimarisha ulinzi wa shamba lako, yaani endapo wanyama waharibifu ama wezi wakisogea karibu, zina sensi na kupiga kelele, hivyo huwafukuza. Bila shaka nimekukumbusha mambo muhimu, lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram Facebook na Twitter. To follow Instagram, to follow Twitter na like page yetu ya Facebook. Zaidi ya yote, usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube. Maana mambo yote yanapatikana hapo. Ni hayo tu. Karibu tuongeze ufanisi